Kwa damu ya Yesu, Yesu. Kwa damu ya Yesu, Yesu. Kwa damu ya Yesu, Yesu. Kwa damu ya Yesu, Yesu. jioni ya leo ninaharibu kila kombe ambalo wachawi, wachawi, wameniandikia kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Jioni ya leo lama kama lipo kombe limeandikwa akanyosha mnyama kama fundo la uharibifu juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kombe ambalo limeunganishwa na nywele zangu na kucha zangu na damu yangu na nywele zangu na unyayo wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na mate yangu kwa jina la Yesu, na nusi za macho, wakayeyusha wakanyesha mnyama, ili mimi niwe nimemezwa ndani ya mnyama awaye yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama alipewa kobe, kama alipewa choka, kama alipewa chatu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninaweka upanga wa Bwana juu ya mnyama huyo aliyefunua kinywa akameza kombe lenye vitu vyangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa ninaamlisha leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia leo, kuanzia leo, kila kombe ambalo linaishi bali popote, ndio kwa mganga au kwa mchawi, ila niliandikiwa mimi, niliandikiwa balaa, niliandikiwa kataliwa, niliandikiwa mauti, niliandikiwa magonjwa, niliandikiwa laana ya aina yoyote kwa jina la Yesu, vinageuza leo na livunja hilo kombe kwa jina la Yesu, na maneno yake yote vinalivunja kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo kuanzia leo achia. Achia, achia achia achia maisha yangu, roho yangu, mwili wangu, nafsi yangu, achia achia achina Yesu, toka kwenye maisha yangu, kila nguvu ya maandishi ya kutoka kuzimu. Achiya leo, achiya leo, achiya maisha yangu, toka ndani yangu. Vunjika leo kwa ya Yesu, vunjika leo kwa damu ya Yesu, vunjika leo kwa ya Yesu. Kombe la mchawi, kombe la mchawi waliweninywesha miyaka mingi iliyopita bila mimi kujua, na vunja huo mkataba wa maandishi kati yangu na Shetani ninakataa leo kwa jina la Yesu, ninakataa leo kwa damu ya Yesu. Mimi ni mali ya Bwana, mimi ni mali ya Bwana, mimi ni mali ya Bwana. Ninakataa leo, ninakataa leo kuwa mateka, kuwa mateka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo, nimekombolewa Nimekombolewa nimekombolewa kwa jina la Yesu, oba sasa.